Nayo mahakama jijini Nairobi imetupilia mbali mashtaka dhidi ya mtaalamu wa mitandao na mwanaharakati Rose Njeri, ikitaja hati ya mashtaka kuwa na dosari katika uamuzi uliotolewa na hakimu Joffrey Onsaringo. Mahakama ilisema kuwa kesi hiyo haikufikia viwango vya kisheria vinavyohitajika ili kuunda shtaka halali. Njeri alikuwa nje kwa dhamana ya shilingi laki moja akisubiri uamuzi wa mahakama kuhusu ikiwa atashtakiwa kwa madai ya kuingilia mfumo wa kompyuta bila idhini. I hereby proceed to discharge the subject, the suspect, that is Rose Njeri Tungoi, under Section 895 of the Criminal Procedure Code. Those are the orders of the court. <laughs>